Ni Charles Ligonja mtaalamu na mshauri wa elimu ya fedha na uwekezaji. Huu ni mwezi wa kumi na mbili kumi na mbili Kwa hiyo jipime, <laughs> tangu Januari mpaka sasa umefanya nini kuhusiana na masuala ya fedha na uwekezaji? mm -hmm. na kama hujafanya huu ni mwezi wenye, leo kuanzia leo, ndiyo. huu ni mwezi unapirikapirika nyingi mno na una sikukuu. Tunaye mtaalamu hapa, tuambia kwamba hivi Januari ni ngumu kweli kiuhalisia, au ni pamoja na labda siju fedha inakuaje? Asante sana. Januari 2026 haitakuwa ya kwanza kwa eh, maisha yako eh. Eh, yani haitakuwa ya kwanza kwetu sote hapo kwa sababu mm, tofauti ni sekunde tu moja itatotoa 2025 kwenda 2026. Kwa hiyo tofauti ni nini hapo? Tofauti ni sekunde tu basi lakini, so, tunaingia hapo na ngumu, Januari ngumu Ugumu unakuja kwa maana kwamba wengi wetu tunaona Januari inakuja kama ajali, lakini kila mtu anajua kwamba kama ni kulipa kodi nalipa Januari, kama ni ada ya watoto nalipa Januari. Sasa kwa mwaka mzima ulikuwa unafanya nini? ninimboengi mambo mengine ya maisha, ya maisha. Tunaishi, tunahitaji kula, tunahitaji hiki na mahitaji mengine. Yes. Kwa hiyo kwenye hayo ya maisha ulisahau ada, ukasahau kodi, kipato hakikivi haki kuweka kwa ajili ya hiyo swala la Januari, la Januari si ndio? mm. Basi tubaki hapo hapo lakini, uh, mara nyingi tukiweka sababu excuses mambo hayatatokea yani, tusingekuwa na UFM mm, kama tungekuwa na sababu nyingi, kwamba hapo na viko vituo vingine vingine, yeah, vingine sisi tukija tutakuja na kipi kipi? mm. si ndio? lakini mwisho wa siku ikawepo. Kwa hiyo ni kujipangilia wewe mwenyewe kwamba sawa, mimi kipato changu ni kidogo hakiwe keki si ndio, eh, lakini huwa nawauliza watu swali jepesi sana, simu unayomiliki umeipataje? Ulikopa au ulidunduliza, kwa maana ya kujiwekea akiba kutoka kwenye kipato chako, miezi mitatu, miezi sita, ukanunua? si ndio Eh, wengi wanakwambia mimi sijakopa, niliweka kidogo kidogo nikapata shilingi laki tatu nikanunua, nipata shilingi laki moja nikanunua simu. Je, baada ya kununua simu ule, utaratibu uliokuwa unajiwekea elfu mbili mbili elfu tatu unaweza kuendelea? Hapo ndio shida inapoanza. Sasa shida inaanzia hapo, hapo. Yes. So, turudi sasa hapa tuangazie swala la fedha na uwekezaji mm. Eh, tunawezaje kuwekeza kwa kipato chetu hiki hiki ambacho ni cha kudunduliza dunduliza, dunduliza. Kwanza, hatua ya kwanza kabisa lazima tuanzie kwenye akiba yani, uwezi kuingia tu kwenye uwekezaji kabla hujaanza ku, mm. kukua kwenye akiba mm. si ndio eh? Kwa hiyo ukiwa vizuri kwenye kuweka akiba ndio sasa baadaye tutaenda kwenye uwekezaji. Tunaanzia kwenye akiba. Akiba. Hmm. Nimepata mshahara wangu laki tatu kwa mwezi mimi na kanuni ya kusema jilipe kwanza. Sasa wengi wetu jilipe kwanza tunaitafsiri kwenda kuupa pole mwili, napenda sana chips mayai, napenda soda, napenda hiki, si ndio? Hmm. naenda kwanza kupoza mwili. Hapana, kujilipa kwanza, hili limwili hili ndio lilopelekewa ukapata laki tatu lakini hii huu mwili kesho na kesho kutu hautakuwa na nguvu za kupandisha hizi ngazi. Kwa hiyo unapojilipa kwanza ni kuitengeneza kesho yako mm, ambayo hutakuwa kwenye ajira, lakini mezani panahitaji chai asubuhi, mchana panahitaji chakula na jioni na vitu vingine vingi, sawa eh? Kwa hiyo kujilipa kwanza, maanake unaweka kwanza akiba kabla ya mengine yote. Kwenye shilingi laki tatu, kama ni mshahara, asilimia kumi unatakiwa kujilipa kwanza, na kama una uwezo, jilipe asilimia ishirini asilimia kumi ya laki tatu ni shilingi elfu thelathini Yeah. No. Kama ni sitini, maanake ni asilimia ishirini. Mm. Sawa. Mm. Sasa kutokana na hali ya maisha ilivyo, unaweza ukasema shilingi laki tatu nikitoa elfu thelathini sitoboi, basi anza na elfu kumi kuweka akiba kila mwezi, elfu kumi. Elfu kumi. Anza, anza sijasema kila mwezi, anza na elfu kumi. Elfu kumi. Ndio napokea mshahara eh, hey. Eh. Anza na hiyo elfu kumi <laughs> tuone, je nitatoboa Sawa, fanya hivyo miezi hata mitatu mmoja, tunajenga tabia. Halafu hatua ya pili nenda sasa elfu kumi na tano au elfu ishirini uone, je nitatoboa? Baadaye nenda elfu thelathini ambayo ni asilimia ngapi? Kumi. Hilo la kwanza. Hatua nyingine, kama ile shilingi elfu kumi ulitoboa kwa shida, anza kujiuliza, je naweza nikafanya nini kingine kiniongezee kipato? Ukianza kulalamika haitakusaidia, kwa sababu amna kitu kinabadilika. Na tunajua mishahara haibadiliki kila mwezi, inaweza ikachukua mwaka, miaka miwili ukabadilishiwa mshahara, lakini gharama za maisha zinakuwa kila siku. Wakati unaanza ajira ulikuwa single, miaka miwili mitatu baadaye mkaa wawili, mkaa watatu, maana matumizi yanaongezeka. Inawezekana bado mshahara ni uleule laki tatu, ambao ulivyokuwa peke yako ulikuwa, hautoshi mkiwa wawili itakuwa hautoshi zaidi eh, eh. Kwa hiyo lazima sasa uangalie je, nifanye nini, ni, ili niongeze angalau elfu hamsini kutoka kwenye eneo lingine mm. niongeze shilingi laki moja sasa hapa kwenye kufanya nini? Kuna ile ego kwamba ah, yani mimi mtangazaji wa UFM niuze karanga. Lakini wewe unaweza ukauza karanga kwa mtindo mwingine, sio mpaka uende kakae pale uh, apo stendi ya daladala. Wewe mm. unatafuta namna nyingine ya kuuza karanga zako, kwa hiyo lazima tu, tufike hatua kwamba okay. Haya mazingira niliyopo, shida ya maji ni kubwa sana siwezi nikatafuta kijana nikampa toroli tukawa tunagawana? Ukikaa chini kutafuta mawazo utayapata. Sawa eh? na wengi wetu ambao pesa bado sio nyingi, mawazo huwa tunayo mengi sana ya kufanya vitu, lakini pesa ikifika mkononi huwa tunaipeleka kwenye vingine, ikiisha tunakumbuka lile wazo lako hmm. Sawa, tunachokijadili tunaangalia namna ya kuishi kulingana na kipato chako sawa. Sasa kama ndio hivyo, mm. Kwamba mimi niishi kulingana na kipato changu sawa. Kuna shida gani kama mimi nitaishi bila ya kuweka akiba, kwa sababu ndio kipato changu ndio naishi? Sasa hivyo kuna dharura mbalimbali mm. sawa eh? Tunapokutana na dharura uh, msiba, mtu ameugua, mtu amepata ajali sawa eh? Tunahitaji fedha. Sasa kama wewe mshahara ukiingia, unaupiga wote au umetengeneza faida kwenye biashara unapiga yote. Ikitokea dharura kesho, unaanzia wapi? Ndio msingi wa kuweka akiba, na ndio msingi sasa, kwamba usitumie zaidi ya kile unachokipata na, uh, tunasisitiza tumia chini ya kile unachokipata, jitahidi utumie chini, na ikishindikana, kwa sababu ni kweli, yaani kuna mishahara ya watu, ukijaribu kupiga hesabu unasema huyu jamaa anamalizaje mwezi mm. Kumbe yule mtu inawezekana anapotoka ofisini hapa jioni anapita zake huko Kariakoo wapi anafanya mishamisha zake anarudi nyumbani. Mimi kuna watu nawafahamu wana CPA lakini anakuambia brother, mi nikitoka saa kumi jioni. CPA kwa maana wataalam wa mambo ya fedha wale wahasibu na nini, sindio? mm, -hmm. mm -hmm. akitoka anakuambia hii gari yangu naiweka kwenye bolt kwao. ametoka tu ofisini tayari ana requesti zake kadhaa mm -hmm. ana watu watatu wanne anasafirisha kwenda sehemu moja nyingine mpaka narudi nyumbani saa tatu usiku, saa nne, ana elfu kumi ya ziada. Nina madaktari yani, kuna watu wa sawa, eh, kwa hiyo mm, jaribu kuangalia, je, nitafanya nini kuongeza kipato kama huyu mshahara hautoshi. Sawa, kwa kuwa we ni mtaalamu wa masuala ya fedha na uwekezaji, sawa, tumpigie hesabu sawe, mtu mwenye mshahara, tena mi wala sisemi laki tatu kama ulizozisema, tumpe tumpate hapa, mtu mwenye mshahara wa laki tano, sawa, alafu ana mke mmoja na watoto wawili, sawa. Anaweza kuishije? Okay. Na anaishi kwenye nyumba ya kupanga nyumba, ya kupanga mm. Moja, lazima utafute nyumba ya kupanga ambayo kodi ikizidi sana isizidi laki moja, kwa mwezi kwa mwezi, sawa. Eh, alafu tuje tuvunje vunje laki hiyo, hiyo hiyo, anaweza ikawa ni chumba kimoja sasa. Yes, mm -hmm. Hakuna namna. Kwa sababu gani? Utajitanuaje sasa na wakati nguvu huna? mm. Ukatafuta sehemu ya laki mbili, laki tatu ibaki kwa ajili ya kula, nauli haiwezekani, si ndio? Kwa hiyo tafuta sehemu hiyo ya laki moja. Anza kuishi. Hatua ya pili, Watanzania wa, wa, wa tulio wengi hatuna utaratibu wa kununua vitu kwa jumla. Tengeneza bajeti yako ya mahitaji ya pale ndani, nahitaji nini mimi? Mpogoro jamani, ubwabwa nyumbani kwangu kila siku hmm. kwa hiyo lazima nijue kabisa, hu mndani mama bitu nahitaji kilo ngapi za mchele. kama ni kumi na tano kwa mwezi, tuwe nazo pale. kama ni unga, tuwe nao pale, sawa eh? Tuje maharage, tuje dagaa, tuje mafuta ya kula, tuje gesi, tuje umeme. Kwa hiyo unanunua hivyo vitu, ukimaliza sasa kilichobaki kwa ajili ya mboga amini nyanya labda uh, na vitu vidogo vidogo, nauli za kila siku yeah. sawa eh? Lakini pia upige hesabu vizuri unakokipata, iko chumba cha laki moja, usije ukajikuta unapanda gari nne kwenda kazini ikakugarimu. Kwa hiyo kwa mfano unaishi zako Chanika, hakikisha wewe ile gari inayokuja Mnazi Mmoja ni ya kwako mm. Hata kama utasimama hakuna namna sindio? Kwa hiyo utakuja mm. kwa mia saba sio mia nane utarudi hivyo. Lakini huyo mtu kama anamiliki gari kwa hiyo laki tano, alafu anaishi Chanika, ni uongo. Gharama atakazotumia ni kubwa sana kwenda na kurudi kila siku kazini. Huyu hamiliki gari. Mtu ana mshahara wa laki tano, anawezaje kumiliki gari? Wapo mjini hapa, mjini hapa <laughs> wapo. Yani kuna wengine chini ya laki tano na anamiliki gari. Kwa sababu gani? Ana vitu vingine vingi anavifanya kwa hiyo sasa, tukija kuvunjavunja hiyo laki nne iliyobaki tuseme sawa eh? Kilo kumi na tano mchele sahivi mzuri shilingi elfu tatu mm -hmm. Sindio, elfu arobaini na tano hapo sawa. Unga elfu moja mia moja yeah, yeah, kwa sababu huyu ni mtu ambaye ni wa kawaida, hata nunua mchele wa shilingi elfu tatu atanunua mchele wa shilingi elfu mbili mia tano Sasa nimempa na yeye aishi aishi kidogo, sio apate <laughs> mchele mzuri sindio? Haya. <mchere laughs> <mzuri. laughs> <He, he>, <laughs> Tuje kwenye unga hapo labda kilo kumi mm. na tano zingine tunaongelea dodo elfu ishirini na tano tuna sabini hapo. Sawa. Mm. Haya tuje umeme, yani kwa nguvu hizo sitaki kuishi nyumba ambayo umeme unalipa elfu hamsini, ukilipa yeah. kubwa sana elfu thelathini, laki imeisha. Sawa. Mm. Dagaa tuchukue za elfu kumi laki mm. na kumi. Mm. maharage tuchukue kilo tano laki na ishirini na tano jumla. mm. um, umeme. Umeme tushaweka weka Dawasa mm -hmm maji mm -hmm. elfu thelathini mm -hmm. Sawa eh? laki na ngapi na sitini sindio? Haya tuje mm -hmm. uh, nauli za kila siku siku tunazokuja kazini wengi wetu ni Jumatatu mpaka Ijumaa, kwa hiyo tumpe siku ishirini na moja za kazini mm -hmm. haya kama anatumia shilingi elfu mbili kwa nauli mak anahitaji elfu arobaini mm -hmm. tuna laki laki mbili, mm -hmm. laki laki mm -hmm. nyingine. Kuna wakati mwingine inawezekana asibebe maji ya kunywa Mi nashauri, kuna yani mtu ubebe maji ikiwezekana, kutoka nyumbani. Kutoka nyumbani, kontena lako lile la lita moja na nusu unakuja nalo, au ukiona namna gani? Ukifika ofisini, siku hizi maji bei rahisi sana, lita 1.6 ile nafikiri uhai mia sita, sindio? Eh, nunua lile dude, ingia nalo. Sawa, tuna tunaenda hivyo. Haya, yeye chai yake, unawezekana ukapiga chai ndefu tena, hasa ukiwa na malengo yako, unapiga chai saa tano na nusu kwa hiyo inakubeba mpaka unarudi zako nyumbani. Na usishangae yaani, mm. huyu jamaa mbona anajitesa uwezo wa kula mchana elfu tano sina. Otherwise, niende nikale cha elfu mm. so, mm. tukajikuta tumekuja kazini mm. moja mia tano wa siku tunaweza tukajikuta tumepata shilingi laki tatu. Shilingi laki tatu ila laki moja, kuna dharura uh, mbalimbali tunaweza tukaipeleka huko kwenye dharura. Tunaona hapa sasa kwamba kumbe nyumba laki moja laki tatu chakula laki imebaki, au tuseme umeshindwa kabisa imebaki elfu thelathini. Twende kwenye hiyo thelathini sasa. Ili yawezekane, cha kwanza ainisha mahitaji yako ya msingi, kwamba kipato changu mimi laki tano, mahitaji yangu mimi ya msingi ili nimalize mwezi ni yapi? Hmm, lakini hapo kwenye nauli Ukumbuke Bwana Ligonja umejipangia ume wewe mwenyewe. Sawa. Hujawapangia watoto wako wanaokwenda shule. Sawa. Hata kama elimu ni ya bure e, lakini watahitaji kwenda shule hawa watoto. Mm -hmm. mm Hujawapangia -hmm. nauli. Mm Hizo -hmm. ni mia mbili mia mbili. Tunakuja hapa ndio maana nimesema kwenye ile laki inayobaki. Uh -huh. Sindio eh? Mm -hmm. Tuseme basi imeshindikana kabisa baki na 30 ya akiba. Sawa? Kwa sababu kama ni asilimia kumi ya laki 5 ni elfu hamsini. Basi baki na elfu thelathini au baki na 20 kwa sababu kuna watoto kuna wakati wanataka soda kuna wakati wanataka pipi sindio eh mm. mbali na zile shule tuliotoka familia hizi za kawaida ukimpa mtoto hela nyingi sana kwa siku ni elfu moja. na mara nyingi hawaendi kusoma mbali yani anayempeleka mbali anajitafutia tu shida yeye mwenyewe unakuta ni daladala dala moja kenda nyingine amerudi kwa ile 600 inayobaki atatafuna kule chips kavu mashuleni wenyewe wanajua mm. kwenye shule zetu za kawaida bagia siku imepita anaga mambo mengi watoto wetu siku imepita kwa hiyo hilo la kwanza. Lakini eneo la pili sasa, umesha identify unavyo vihitaji, umetengeneza bajeti yako imekubali, hakikisha unaishi mle. Kinachotugharimu kingine, unaenda Kariakoo kununua vitu vya laki moja, unabeba laki mbili za nini? Ubebe laki moja hiyo hiyo Aa, mm -hmm. Beba laki na ishirini, kwa sababu huwa tunasingizia kwamba nikikanyaga nyanya za watu mm -hmm. nimekanyaga kiatu cha mtu akaningangania, hey. si ndio? mm -hmm. Wewe tangu umezaliwa, leo unakaribia miaka thelathini, umekanyaga nyanya za watu lini? Hapana, si ndio eh? mm -hmm. Kwa hiyo tunatafutaga tu namna nibebe hela nyingi, na ukishabeba hela nyingi, pesa inapiga kelele, inataka itoke eh, hey, inataka itoke <laughs> wanawake mnajua, utaona ka kiatu fulani pale kimetundikwa, shilingi ngapi? elfu tano, sema awe na laki ya baba, ngoja nichomoe kidogo alafu akifika nacho nyumbani nilinunua hiki cha nini? Yani unakuta tu macho yalivutiwa, lakini mm. baadae ukijaribisha na, mm. na kuna zile nguo zenu zingine huwa mnavaga mara hii moja, lakini umeenda kuishona tena, huwa mnafungwa hapa nyuma, unaishi kwenye, kwenye harusi mm. Yani una shida kwa sababu zina bada, lakini umetumia laki na nusu kuishona mm. Sindio eh? Kwa hiyo vile ambavyo vipo kwenye uwezo wako vifanye, na simaanishi usifurahie maisha sawa eh? yeah. Yani kama huyo ni wa laki tano una uwezo mara moja kujispoili kwa elfu hamsini. Jispoili hata kwa mwaka mara hizi e, mbili. Tunaenda mwisho wa mwaka kale kaakiba kako ulikokaweka basi chumua laki moja, kwamba eh, sasa mwili huu pia ni upe pole mama eh, na watoto leo tuendeni sehemu fulani, angalau tukayapumzisha ili maki stress mm. mm. e. e. mm. za hapa mjini mafoleni na nini joto, tuendeni leo sehemu fulani tuone na wenzetu wanaishije Maisha yanaenda hivyo. La, la, lakini maisha yetu sisi wa, wa, Waswahili ama Waafrika kwa ujumla mm. ni maisha ya familia pana. Sawa. Tuna baba tuna ndugu kaka wajomba, eh, hawa wakishajua kwamba mimi nafanya kazi, na hata we mwenyewe nafsi itakusuta kwamba mimi nafanya kazi, alafu watu wanakuomba, unawanyima kwa sababu tayari ushapanga bajeti yako. Kwa mtu ambaye anataka aishi kwa kipato chake, yani maisha yake kwa kipato chake na. Anawezaji kuishi na ndugu ojakambi kitu kimoja? um, ndugu wewe unapata shiringi ngapi eh? Lakini swala kubwa wengi wetu kusema hapana, hatuwezi. Haliko kwenye uwezo wako kusema hapana, uwezi. Kwa hiyo mwisho wa siku kuna watu wanaingia kwenye mamikopo ma, ma kwa sababu tu alisema sawa, nitatuma alafu ni mjomba ni shangazi ni ba mdogo ba mkubwa kwa hiyo anakimbia anaenda nakopa, ili awaridhishe wale jifunze mm. kusema hapana. Au imeombwa laki moja, uwezo wako elfu ishirini, waambie jamani, bajeti yangu mimi, nguvu zangu elfu ishirini. mm. Watasema wanavyosema undugu hautakufa mm. Kuliko ujitanue ukakope, mwisho wa siku weo unabaki kwenye shida, na tunakokwenda tunakwenda kustaafu. Wale wale ambao unakuta uliwasaidia sana, kuna wengine watasema kiko wapi? Amestaafu miezi sita tu amepata mafao, hali mbaya mm. Kumbe chanzo ni wao, kwamba ulijitahidi sana ili wabebe wafike sehemu fulani, mwishoni kabisa wanakuona huyu alikuwa mwehu. Kwa nini akujiandaa kustafu vizuri? Kwa hiyo jifunze kusema hapana, ishi kwenye bajeti yako. Sio rahisi kitanzania, Tanzania sawa, mm-hmm. kwa sababu ya namna tunavyosaidiana, lakini kuna kesho. Kuna ile nyingine tunasema, umepata tu hela, mtoto ameanguka na wa mjomba wako, au mjomba amemeza shoshoka, ameanguka na bodaboda, kutotuma wewe pesa sio kwamba anakufa watajistrech watu kwa namna yote. Wee atatoa mia mbili mia tano atatibiwa. Mtu amekufa, sio kwamba wewe bila kutuma laki moja haitanunuliwa jeneza, watanunua. Kwa hiyo itakuwa ndio kwako tu kwako, kwa maana kwamba wewe tu ndio hutumi, huchangii. Sio utumi wewe, unajua kabisa kilichobaki ni elfu thelathini sindio? Eh, ukituma yote unabakije tu kweli, sindio? Kwa hiyo tuma elfu ishirini baki na kumi kusaidia, kusaidia siku mbili tatu la sivyo hatutokwenda hatuendi mbele Yes. So, kuna swala kwamba mimi nimeshakaa kwenye nyumba ya kupanga kwa muda mrefu kwa mshahara huo huo laki tano. una una kwa kwa mawazo yako tu, so unadhani ili u, ujenge mm, uwe na maisha na wewe uone kwamba na wewe unafurahia kwamba na mimi maisha, huyu mtu mwenye mke mmoja na watoto wawili wataongezeka watatu tufanya, e, hawo wa wawili <laughs> e, kaamua kwamba mm -mm, kama hali ni hivi tu acha, ni niishie ni, ni hapa kwanza. Unadhani anahitaji kulipwa kiasi gani ili angalau basi isimuumize sana kichwa? Nikwambie kitu kimoja, kuna kitu kinaitwa Parkinson Law. Kuna baadhi yetu kipato kinapoongezeka na matumizi yanaongezeka, sindio hivi? Hiyo ni baadhi au kwa, kwa ndivyo ilivyo hali halisi. Aa, ya kuna maisha. Wengine unakuta ana maintain vile vile hata kiongezeka yeah. ni kidogo sana yaani mm. hey, hey. yeah. yeah. yeah. mtu yuko go tu kawaida yani mm -hmm. sawa ataendelea kununua shati Kariako, lakini kuna wengine mzigo ukiongezeka tu Kariako sionekani tena mm -hmm. mi nanunua vitu Masaki, Mikocheni, wapi huko na, na, hmm, haina haja kuambiwa mshahara, yani. Hey, ya kuambiwa kwamba ameongezewa mshahara yani, unavyomwona tuseme, huyu mambo mazuri. Wakati wa lunch mlikuwa mkitoka hapa mnaenda wote hapo nje kula elfu mbili mia tano, unashangaa tu wakati wa lunch, hmm, wa lunch aidha awahi kutoka yeye hmm, atawaacha au anasubiri mwende then anatafuta sehemu ya elfu kumi kumi na tano anaenda kula, unaona. Sasa kwa huyu ambaye anasema ah, ni subiri kwanza ah ah, utakiwa kusubiri kwa sababu mwisho wa siku tamanio lako inawezekana na mwenza wako tupate watoto wanne. Ukisema tusubiri, mtasubiri, mnajua milango nafunguka lini? Isipokuwa mtafute majibu ya kile kidogo tunakiongezaje. Sisi, so, tumeweza kujiwekea elfu thelathini, thelathini. Mm. Sasa kama mke hayuko kwenye ajira, wewe ndio uko kwenye ajira, mke wangu wewe, basi sasa hivi tuanze kuchoma maandazi, chapati hapa hapa nyumbani au mama tufungue genge. Kwa hiyo sasa mwaka huu tunaweka ile elfu thelathini, thelathini kwa mwaka tukipata laki tatu tunaanza safari ya, ya genge. Mjini hapa hakuna mtu atasema: hey, jamaa, anafanya kazi UFM anafungua genge, si ndio? Mm. Wewe ndio utakayejiona, mm, na shida zako, lakini watu wala hawana muda huo. Kwa hiyo angalia, nini nitafanya kwenye yale mazingira. Sasa hiyo inakuja kwamba wote tutafungua magenge. Aa, wewe utaona genge, yule ataona maandazi, mwingine ataona hawa ni wauzie mashuka ili tu mwisho wa mwezi ukifika, kwenye zile sosi zingine imeongezeka elfu kumi, elfu ishirini, tutaenda kwa sababu hao wenyewe wanaozidi kukua wale wale wawili, utafika wakati kule kwenye bure umemaliza, unatakiwa kuwalipia, wamekosa mkopo chuo kikuu, unafanyaje? Kwa hiyo lazima tupige miaka kumi mbele kwamba hivi miaka kumi mbele itakuwaje, miaka kumi na tano mbele itakuwaje? Tunaenda hivyo, lakini ukiishi kwamba kesho itajisumbukia Kustafu kutafika, utaendelea kuwepo kwenye nyumba ya kupanga. Akiba, hivi tunawekaje akiba? Ni pale tu ninapopokea mshahara ndio naanza kuweka kwenye bajeti, ama baada ya kupiga hesabu zangu zote vitu vyote vikamalizika, sasa kile kinachobaki nasema sasa hapa ndio naweza kuweka akiba. Wengi tunakosea hapa. Piga kabla mzigo haujaingia mkononi, tengeneza hiyo bajeti kabla pesa haijafika mkononi, kwamba hii nitaenda kununua mchere, nini hivyo -ni -ni kinabaki kiasi gani? Kiasi fulani. Mshahara ukiingia tu, tena ukijiona kabisa kwamba wewe wa mshahara na huwezi kutoa ile pesa ku, kuweka akiba, nenda kajaze kama ni benki standing order kwamba bwana, mimi na akaunti nyingine, mshahara ukiingia tu 1030 kata iende huko, sawa eh. Hilo la kwanza. La pili, kuna watu huwa tunasingizia kwamba akitoshi, akitoshi, akitoshi. Huyo mtu anasema mshahara utoshi, amekopa milioni tano au milioni sita benki huo mkopo labda anakatwa laki kila mwezi, ambapo kwenye ile laki tano alisema haitoshi, lakini anakatwa laki moja. Ile milioni sita aliyopewa kaiingiza kwenye biashara X, ile biashara ndani ya miezi hii imekufa. Maisha huwa yanaendelea, yanasimama, yanaendelea. Yanaendeleaje na wakati kipato kimepungua? Kwa hiyo automatic ule mtu atapunguza matumizi yasiyo ya, CEO, ya lazima. Ili tuweze tuweze kufika mwisho wa mwezi, wakati unasubiri mshahara. oh, wow. Mwingine sindio? Kwa hiyo kumbe kuna namna ukibinywa utapunguza matumizi wewe mwenyewe. Sasa ukiwa na kitu kwa mfano kama hivi kwamba ah, kupanga nako kumenichosha. Januari ikifika milioni mbili nampelekea mwenye nyumba. Milioni moja nampelekea nimechoka. Kwa hiyo ya maana yake nini? Utapunguza matumizi na mtakubaliana na mwenzako kwamba bwana, tupunguze inavyowezekana. Tupambane sisi kwa kutafuta kiwanja chetu. Tupandishe tufari moja moja. Kwa hiyo mnajipa labda miaka mitatu ya kupandisha hiyo nyumba muingie. Wengi wetu nyumba zinajengwa miaka mitatu miaka mitano, na wengi wanaingia nyumba haijakamilika mm. E, mengine tutafanya tukiwa huko ndani, kwa sababu ndo kipato. Mwenye nguvu anamaliza, anaingia, iko fresh. Kwa hiyo lazima tuangalie sasa kwamba kabla akijaingia kipangilie. Sio rahisi, sio utamaduni wetu sisi tuliosoma kwenye zile shule za kidumu na ufagio mm. ukipewa mia mbili unaenda kuitumia yote. Ndiyo. utaratibu wa akiba hatukuwa nao, kwa sababu kesho sinitapewa nyingine mm. Sasa tunapokuja huku, umepewa mshahara unataka uutumie wote, shida iko hapo. Kule ulikuwa unapewa, huku unatakiwa utengeneze, kwa sababu kesho utakuwa na familia, utakuwa na watu ambao watapiga simu, tunaomba mm. anko shilingi elfu tano elfu kumi mm. daftari mm. na vitu kama hivyo. Kwa hiyo lazima ujiongeze. tunamalizaje sasa hapa? Uh, tunaelekea Januari maana no. tushaanza mwezi wa kumi na mbili mm. na Januari injiani hiyo hapo, inatuangalia Januari ambayo inalalamikiwa na kila Desemba tunaambiwa ni mwezi wa matumizi, sindio eh? Na tumeanza leo sasa, tunaingiaje Januari moja? Ajifanyie assessment leo, leo, leo hii, kwa maana mwezi huu wa kumi na mbili, kwamba je sehemu gani ilikuwa inatafuna sana pesa zangu? Halafu hatua ya pili sasa, je, hayo matumizi ambayo yalikuwa yanafanyika sana yalikuwa ya lazima? Kwa sababu inawezekana nyumbani chakula tunatumia laki tatu, we una mishemisha zako zingine, uko unapata zaidi ya laki tano, halafu inavoisha ujui wanaume hmm. huko wanaume watajibu hey, tunajua <laughs> sindio? <laughs> Eh, kwa hiyo fanya hiyo evaluation, mwenye jiassess kwamba je matumizi yangu ni sawa. Baada ya hapo sasa, angalia kile ambacho mimi ni uhakika kinaingia mkononi, ni kipangilieje. Huwezi kutengeneza budget, si ndio? Tutasaidiana mimi na kitabu changu kingine sijajanacho hapo. Hiyo bajeti ya laki tano, mimi nimeishi kipindi cha Korona ambapo nilianza kujua kwamba kumbe inawezekana kuishi kwenye kile kipato ikiwezekana chini kabisa. Mm. Sawa. Baada hapo, haitakuwa rahisi yao mabadiliko. Anza mdogo mdogo mwezi mm. wa kwanza inawezekana ukashindwa kuanza kuweka akiba kutokana na mambo ni mengi. Basi mwezi wa pili, mimi nasimamia watu zaidi ya mia moja kuweka akiba na kuwekeza. Wakati tunaanza 2023 mwezi wa sita, kila mtu anasema hivi, itawezekana kweli? Itawezekana, lakini imewezekana. Kwa nini? Kama wewe ni mtumishi umeingia unataka kuwa mentored na mimi mmoja, uniambia kipato chako kiasi gani, tengeneza budget, alafu niambie unaweza kuwekeza shilingi ngapi kila mwezi, ila sio kikoba, sio kikoba ay, ay, unajiwekezea kwenye akaunti ya uwekezaji iwe kwenye vipande, kwa mfano UTT, labda kwenye hisa za makampuni mbalimbali, kwenye hati fungani mm. akaunti ni ya kwako, mimi nina njaa zangu nisije nikala hizo hela. Kwa hiyo unafungua akaunti yako unajiwekezea kule, lakini kwa sababu we ni wa mwisho wa mwezi, utakapofanya deposit ile lazima unitumie slipu kwamba nimefanya transaction, mm. Bila hivyo na ukinizingua mwezi wa kwanza hujafanya, wa pili, wa tatu, ingawa umenilipa mm. Upo kwenye ile group yangu kwa ajili ya mentorship na kutoa, ili niwe na watu ambao kweli wamechoka umaskini na tunaenda haikuwa rahisi, lakini mwisho wa siku, taratibu taratibu taratibu, tumefika hatua, tunaenda vizuri, na ndio pia hata msingi wa kutengeneza hiki kitabu cha Jilipe Kwanza nimeandika ili angalau mtu aone kwamba okay, kumbe napopata pesa wa kwanza ni mimi, akiba na uwekezaji, mengine yatafuata. Sawa, umemaliza vizuri hapo tunavyoingia Januari. Maam, tunakushukuru sana. Bila shaka msikilizaji wetu amefuatilia hatua kwa hatua na anaamini na alia hapa pia anaamini kwamba Januari kwake itakuwa nzuri Asante, nashukuru sana, kila mtu apambane, kila mtu apambane. Nam ni Charles Ligonja, huyo mtaalamu na mshauri wa elimu ya fedha na uwekezaji. Tulichokijadili ni namna ya kuishi kulingana na kipato chako mm.